Yesu, mwanzo mpya katika jina la Yesu, mwanzo mpya. Hiyo roho iende, hakuna kurudi tena katika jina la Yesu, mwanzo mpya na baraka ya kupokea utajiri na mali katika jina la Yesu. Bwana ameachiria utajiri na mali, hiyo roho ya deni imeenda, hakuna kurudi Yes, kuna kufunguliwa leo, hiyo inaitwa neema katika jina la Yesu, neema ya kuinuliwa, hakuna kuwa chini, asema Bwana, hakuna kuwa chini. Bwana amesema hakuna kuwa chini tena, hakuna kuwa chini. Bwana ameachilia neema mupya katika jina la Yesu. Pokeni, okay, roho mupya na neema mupya, asema bwana Yesu ni neema mpya, mwaja abarikiwe, pepo ya uchawi katika jina la Yesu, mwaja abarikiwe, mwaja abarikiwe, ndio mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Kila roho ya mateso na roho ya deni iende na isirudi tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amen katika jina la Yesu, iende na isirudi tena katika jina la Yesu Pokea neema mpya ya kuinuliwa asema Bwana. Pokea neema, pokea neema katika jina la Yesu. Mfunguliwe, mubarikiwe, maisha yawe ya baraka, maisha yawe ya baraka asema Bwana. Roho ya madeni iende katika jina la Yesu. Roho ya madeni iende katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho iende, hiyo roho iende, hiyo roho iende, isirudi tena, isirudi tena. Katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya madeni, Bwana amesema ye iende. Bwana amesema iende roho ya madeni katika jina la Yesu. Hiyo roho iende, asema Bwana. Hiyo roho iende katika jina la Yesu. Hiyo roho iende na isirudi tena. Hiyo roho iende na isirudi tena. Hiyo roho iende na isirudi tena. Hiyo roho iende ya madeni na isirudi tena. Bwana alete mwanzo mpya katika jina la Yesu. Hiyo roho iende na isirudi tena. Hiyo roho iende na isirudi tena. Hiyo roho iende katika jina la Yesu. Bwana alete neema mpya. Neema mpya katika jina la Yesu. Neema mpya ya mafuta. Sitatumia ile kidogo, nataka hii. Neema mpya. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu, mubarikiwe, mubarikiwe. Mungu afungue njia, Mungu afungue njia katika jina la Yesu. Mateso iende katika jina la Yesu. Kifungo iende katika jina la Yesu. Nataka mafuta kama hii moja ama mbili. Mwaje abarikiwe, nilisema mwaje abarikiwe. Wewe ni nani? Barikiwa, barikiwa. Pama mchafu katika jina la Yesu katika jina la Yesu. Yesu. Afunguliwe. Afunguliwe. Yesu. Afunguliwe katika jina la. Wafunguliwe katika jina la Yesu, mafuta yangu imeisha katika jina la Yesu, wafunguliwe na kuamuru mwaja abarikiwe au na mamlaka mwaje, ongea ongea na mwaje, ongea na mwaje. Uliweka rogani kwake, ni rogani uliweka kwake, ulikuwa nataka kwe mchawi. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Eh, yeah. Wewe ni mchawi umefunga nini kwake? Uliweka rogani kwake biashara, uyuni wa pesa. Ukutaka afanikiwe. Amaku niletee mafuta. Baba katika jina la Yesu. Nimeamulisa hiyo roho. Iende na isiruti. Baba ya uchawi. Toa sauti na uende. Toa sauti na uende katika jina la Yesu. Baba ya uchawi na kuamulisa. Mwajiria. Baba ya uchawi na suia baraka. Nyoka imekufa. Imekufa kabisa. Na iamulisa. Ya ya ya ya katika jina la Yesu. Yeye nyoka ikufe. Ikufe. Oh, e iko e na vichwa ngapi? Iko e na vichwa ngapi? Saba. Vichwa oh. Saba. E ikufe katika jina la Yesu. Baba e uchawi. Na ya nyoka. Ya ya ya. Ameni. Ikufe. Ikufe. Ikufe kabisa. Katika jina la Yesu. Ikufe. Ikufe. E ikufe e na wewe uokoke. Eh, hapana. Wewe unataka kuokoka? Utaroga baka mwisho. Taroga tu lakini huyu nimepoja. Munaroga mkiwa wangapi nyinyi? jina la Yesu. Baraka afanikiwe, nyota ya biashara na baraka imefunguliwa, mkufu wote. Kazi yenu imeisha, kazi yenu imeisha, moto. Ndio hiyo, utaseka sasa, nimekuacha, utaseka. Nimekuacha, utaseka. Nimekuacha, utaseka katika jina la Yesu. Utaseka sasa katika jina la Yesu. Utaseka katika jina la Yesu. Utaseka, utaseka, utaseka, utaseka Anataka katika jina la Yesu. Nani atabaki na mtoto wangu mimi na kufa leo? Kufa katika jina la Yesu. Ndio hiyo nimekuangazia neema. Mubarikiwe. Mubarikiwe. Mungu afungue mema. Mungu aondoe giza, alete baraka. Mungu aachilie neema, aondoe magonjo na vifungo ya Shetani katika jina la Yesu. Baraka mpya katika jina la Yesu Kristo. Kila njia iliyofungwa na nguvu za giza, Mungu afungue katika jina la Yesu. Achilie neema na nguvu ya Kristo tawale mateso na magonjwa ifike mwisho kuanzia leo. Ifike mwisho kuanzia leo. Kila vifungo ya Shetani ifike mwisho. Ifike mwisho. Ifike mwisho. Bwana afungue njia. Bwana afungue njia. Hiyo roho ya madeni iende na isirudi tena. Hiyo roho yoyote ya madeni iende na isirudi tena. Iende na isirudi tena. Katika jina la Yesu. Hiyo roho ienda na isirudi tena, asema Bwana. Ienda na, na isirudi tena katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ienda na isirudi tena katika jina la Yesu. Naomba neema na baraka Mungu afungue mema aandae roho ya madeni ienda na isirudi, hiyo roho ienda na isirudi, Mungu afungue neema na baraka na baraka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu, waandaye vita na magonjwa kwa watoto na kila roho, ili Yesu ili ya neema yende, Mungu papo wafungulie neema na baraka maishani, utukuzwe katika jina la Yesu. Nimemtakasa dada huyu mwili, roho na mawazo kucha hiyo sahi. Mikono iangalie juu, hapa nimetakasa hii mikono, maana walikataa, sipalikiwe, nimeitakasa katika jina la Yesu Kristo, na kuomba kwa sababu yeye ni Mungu. Umkumbuke ndugu huyu, roho ya kutaka kujitoa uhai na kujinyonga umuondolee, shinda katika jina la Yesu shinda hiyo roho katika jina la Yesu. Wewe unataka kuchoa kwa ajili ya madeni ba yeah. Shinda katika jina la Yesu yeah. Mungu, hiyo roho nimeyamuliza, yeah. kutoka kwake na kuifunga kusema, yeah. kuanzia leo atakasike yeah. Atakasike yeah. Atakasike yeah. Atakasike, yeah. Atakasike. Yeah. Atakasike. Yeah. Katika jina la Yesu yeah. aanze mwanzo mpya yeah. katika jina la Yesu naomba na kuamini yeah. Amen. Kipake mafuta kabisa Baba Uwatakase, uwaondolee mateso, uwaondolee kilio, uwakumbuke, kwa sababu ili munu padirisa maisha yao takasa dhabihu sau wanapoenda kutoa kwenye ima labao paba, naomba katika jina la Yesu uwaondoe mabaya, uwafungulie mema na mahali wanaenda Kristo wakutanisa na na neema na baraka saka katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen.

Sita jiua tena, nita jaribu. Sita, sita, sita, sita, kwa maana Yesu amenikumbuka deni, katika jina la Yesu. Sema majina yako kwa kusema deni. Ukweli na nilikuwa nataka kujiua lakini mahali imefikia, nimeapa ya kwamba sitajiua. Ya kujiua nimekataa, kwa sababu nimejaribu mara mbili, nasikia nikiwa hospitali na nikiwa hai, mpaka najiuliza mbona sikufi? Nataka kufa na sikufi.

Nasikia nimeambiwa hivyo, kuna wengi. Simama mwangalie pande, nausema majina, nausema ulijaribu. hajanasik kwa majina. Mi naitwa Aisa, mimi nimewai jaribu kunywa sumu kwa sababu ya shida, pia kukosana na wazazi, lakini iwatakijawa kabisa, sijawahi jaribu kaaga na wazazi tena

Nilianzika, kuna wakati nilikuwa mgonjwa sana, nikaona ni kama Mungu ameniacha, nikajaribu nienda kuchimusa kwa maji lakini haikuwezekana. Kufa, sasa hizi kwa neema ya Mungu nimepata afya njema. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe tena. Kwa majina anaitwa Gladys na mzee

kwa majina anaitwa Vincent Mauti. Hilo jina lenyewe liko na maana yake, kwa kuwa mimi mwenyewe nimejaribu kujitoa mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa nilichukua ni, stima ilikuwa ni socket, na extension so, ato extension, ilikuwa nataka kuji, ku shock alafu ni sasa, baada ya kufanya hiyo yote kujaribu, Mungu ni wajabu hiyo soketi yenyewe ilikuwa off so, nikasikia moyoni mwangu kitu kiniambia, mbona ujiue? Kwa nini? Nikapuuza hiyo. Mara ya pili nikachukua kisu nikuwa nataka kujidunga kwa sababu ya madeni, alafu halafu na najikuta nikipata pesa naingia katika mambo ya gambling. Sasa hiyo yenyewe ndio Endelea sasa, so baada ya kufanya hayo yote, naona mkono wa Mungu. Na jaribu ku kumkimbilia Yesu, atulize na nami niishi kama binadamu binadamu wengine wanaomtambua Yesu. Bwana asifiwe. Kabla hatutoka, niulize swali, si mnaona ile kijana mdogo, mnasikia hiyo hokambuli? Sasa akikuwa hii anaenda wapi? Mungu akusaidie wa na roho kabisa uisi maisha ya Kristo iende na isirudi tena, na ubarikiwe dada. Mkono ise maisha ya Kristo k6 Wakati babangu na mamangu, wakati babangu na mamangu walikosana 2004 December, so wakati nilienda kwati yangu, nikaona maisha imekaa ngumu, ukienda huko unasumbuliwa. So nikaamua siku moja, wacha ninunue kamba ni chinyonge. Wakati nilinunua kamba, nimeweka nyuma ya nyumba. Kuna mtangazaji mmoja napenda sana huko kwetu anaitwa Mekenya Ubara. So nikasikia akiwa Radio Sayare ameweka wimbo iko nasema, kwa kikisi ni yele buya jande kekelege kolenda matuka mange ngicheka bana mogoko. Wakati nisikia yo wimbo nilipata huyo mtu mwenye alikuwa ameweka yo wimbo hadi mahali alifika kwa barabara, nikarudi na niliacha kujinyonga hivyo. Amen. Haya, tupiye sema gofi kwa maisha ya Kristo. <coughs> Sasa leo nimesoma nini? Hiyo ni spirit na iko kwa watu wetu. Na ndio maana kanisa ilikuja pia tuombe tusaidie serikali, sivyo? Tusaidie serikali kazi mambo ikue rai. Ukiwa na stress ama kitu inakusumbua, unione? Mbembe msako sina msema mwaone. Sina msema mwaone. Vile kufanya kazi lingepo leo. Sasa ukikua mupema.